Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Eh, uh, leo insha llah nitajaribu kuzungumzia swala ambalo ni muhimu sana lizungumziwe na ni moja kati tabi ya tabia ambayo imeenea sana katika uh, jamii yetu. Nalo ni jambo ambalo uh, mtu kumchukua au kumtongoza mke wa mtu unajua kabisa huyu ni mke wa bwana fulani, ni mke wa mtu fulani. Sasa wewe kama mwanamume eh, unatumia njia za kumtongoza au kumsifia maumbile yake eh, na wakati unajua kabisa mwanamke huyu yuko katika ndoa ambapo unajua ukifanya hivyo inaweza ikachangia pakubwa ndoa ya mwanamke huyu kuweza, eh, kuharibika. Sasa wapo watu eh, ambao wana tabia kama hii na tabia hii ni moja kati ya madhambi makubwa kama ilivyoorodheshwa katika eh, madhambi makubwa ya kwamba wewe unapokuwa unajua kabisa huyu ni mwanamke ambaye yuko katika ndoa, uruhusiwi kisheria kutafuta njia zozote za kumtumia ujumbe au kumsifia maumbile yake ya kwamba ah mke fulani bana, au unapendeza, umevutia. Wakati unajua kabisa eh, maneno kama haya huwa yanamwathiri sana yule mwanamke enda maneno haya hayapate haya kwa mme wake, ikawa kutoka kwa kwenu, mapenzi yanaanza hapo sasa. Ni ni moja kati ya tabia ambazo zinafaa zikemewe, na katika sheria ni ni haramu kufanya hivyo. Iweje kabisa, unajua mwanamke huyu uko katika ndoa, unamtumia message au unamsifia maumbile yake, au unampongeza mapongezi ambayo yanaleta hisia fulani. Wanawake hawa wanaposifiwa hiv kujenga fikira fulani za kimapenzi ambapo haswa anapokuwa na maneno kama haya hayapati kwa kwa mme wake. Na hivyo pia inaingia kwa mwanamke pia. Mwanamke naye anajua mwanamme fulani yuko katika ndoa yake, lakini naye pia anatumia vishawishi vishawishi, ili kumkuta yule mwanamme eh, aache kule liko, aliko aliko aweze kumchukua ku, ku, ku yeye avuruge ile ndoa yake ya mwanzo alibradi na yeye aweze kujiingiza katika ndoa kama hii. Sasa mambo kama haya yote yamekemewa kisheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ile sahihi asema, laysa minna man khabba bamraa ala zawjiha, si katika sisi mtu atakaye aribu uhusiano wa mwanamke kwa mume wake. Wewe ukatumia mapenzi, ukatumia maneno ya kimapenzi, message fulani, mambo fulani yakapelekea ndoa ya, ya mwanamke yule kuvunjika, basi Mtume asema we, si katika sisi. Au mwanamke naye pia akatumia eh, kujipendekeza kwa mwanamme fulani ambaye anajua kabisa yuko katika ndoa yake, na lengo lake ni haswa kuachana na ile ndoa ya mwanzo, amchukue yeye. Sasa anaingia pia katika uh, almuhadibu, ni mtu anaye haribu ndoa, uaribu kimaneno, uaribu kimaandishi au ishara zozote ambazo zinapelekea e, ndoa ya mwanamume kuharibika au ndoa ya mwanamke kuweza e, kuharibika. Na ukiangalia leo katika jamii yetu, wamejaa watu kama hawa, muhabibuna wako wengi ambao wanajipendekeza kwa wanawake, kwa, wanaume wa watu, wanajipendekeza, kwa kwa wake wa watu licha ya kutojua kwamba e, tabia kama hii licha ya kwamba Uislamu umeorodhesha ni katika madhambi makubwa na kuweza kujua kwamba e, tabia kama hii ina madhara makubwa. Unajua wewe unaweza ukafanya hivyo, lakini e, tafiti zimeonyesha kwamba inaweza ikatokezea madhara makubwa yasiyohimidiwa mwisho wake. Miongoni mwa madhara ambayo e, yanaweza yakajitokeza kwa sema, tafakkul usra, itapelekea e, ndoa ile au familia ile kuweza kusambaratika. Wewe unapokuwa umemtongoza mke wa watu mke wa mtu yule mume anapogundua, huwa afikiri pana ndoa hapo. Hatua ambazo anaweza kuchukua, anaweza akachukua hatua ambazo zitakuwa si nzuri, ambazo ni hatua za kusambaratisha ile ndoa. Inaweza ikavunjika, na chanzo itakuwa ni wewe mwanamme uliyemtumia ujumbe mwanamke ambaye unajua haswa yuko katika ndoa. Ni wewe mwanamme ambaye uliyekuwa umesimama naye na kumtana naye katika maneno ya kumtongoza yule mwanamke. Unaona, sasa, miongoni mwa maafa ambayo yanayochangia e, yatakayojitokeza katika tabia hii ni kusambaratika kwa ndoa au familia. Dhara la pili, dhiau thiqatu zawjia wa nas, inapelekea uaminifu wa kindoa unaondoka, hasa mke atakapogundua kwamba mume kumbe ana mahusiano na mke mwingine, au mume akagundua mkewe ana mahusiano na Mafla. Ule uaminifu unaondoka, yaani wewe utafanyaje kurejesha uaminifu kwa ile mume wako ambaye amefumania kwamba kuna uhusiano na ule mwanamume mwingine? Kwa hivyo ile, e, ile thiqa ule uaminifu unakuwa unaondoka. Lingine pia madhara yake ni alitirabu nafsi, itapelekea pia e, mabadiliko ya kinafsi Eh, yule e, ikiwa ni, ni mwanaume ndiye aliyefanyiwa hivyo, basi inaweza ikamwathiri kisaikolojia kisa kiasi ya kwamba hawezi akapata usingizi. Itakuwa ni vigumu, eti umepata habari kwamba e, mke wako ana uhusiano na mtu mwingine. Je, hata utapata usingizi kweli? Kwa hiyo kwe, utaweza kukosa usingizi wa ghadhabu na pia u, u, utaleta hasira eh? Itasababisha uwepo wa hasira na hasira pia ina maafa yake, walghira, na pia utahisi wivu fulani, walhusnu, na pia utahisi huzuni, waliktiab, na pia kudhikika, utahisi dhiki fulani. Hii ni moja kati ya madhara ambayo yanapatikana kwa tabia hii ya mtu kumtongoza mke wa watu au mume wa mtu. Dhara la nne, wakad yuaddi ila ntihari ila ni mtihani, inaweza ikapelekea mtu akawa na uamuzi wa kujiua. Mara ngapi tunasikia na tunaona mtu amekunywa sumu kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu ya eh, mambo ya kimapenzi amesikia, labda eh, binti mke wake amemsaliti au mpenzi wake amemsaliti, anafikia hatua kuweza kunywa pombe eh, kunywa sumu, au yule eh, yule kijana yule mke naye anasikia kwamba mume wake alikuwa mtausha afanya, anachukua hatua za kuna. Kwa hiyo inaweza ikapelekea mtu akapoteza maisha hapo, waljudud wengine mpaka wanakuwa wenda, na wengine mpaka wanakuwa wagonjwa kutokana na tabia kama hii. Afa lingine ni tashwihi sum'ata alijtimaiya, eh, picha yake inaharibika, picha ile mwanamume au picha ile mwanamke. Hasa watu watakapogundua mwanamke ah, fulani mke wake ana uhusiano na huyu mwanamke, anapopata hizi habari na wakazijua hizi habari, basi picha yake inaharibika, inaharibika, watu wanamuona ni zuzu, angalia ni, eh, ni dhaifu katika ndoa, mke wake ana- anachukuliwa na mume mwingine. Kwa hivyo pia inaharibu ule ule muonekano wake katika e, society, katika jamii. Lingine pia inaweza ikapelekea khasairul maliya hasara ya kifedha eh, ya kiuchumi. Utokezea labda kijana aka e, akajitolea kila aina kumsomesha yule mwanamke kumsomesha yule binti akijua kwamba huyu ndio atakayekuwa na, e, na atakayekuwa mama wa watoto wake, ndiye atakayemuoa. Lakini baada ya muda zile gharama alizozitumia yule mke anakuja na na anaolewa na bwana mwingine, kwa hiyo huyu bwana anajihisi kwamba ameingia kihasara katika swala la kiuchumi juhudi eh, zake zote mali yake nyingi ameitumia kwa ajili ya eh, kumsomesha ile binti, leo amekuja amemsaliti, ameingia kwa mume mwingine. Kwa hivyo eh, inasababisha pia hasara ya kipesa. Dhana nyingine suu alakhlaq alawlad baada ya tafarruq, inaweza ikachangia pia tabia za watoto eh, kuharibika haswa itakapofikia hatua za wawili hawa kuachana eh? Mume akawa na uamuzi, maadamu nimekufumania kuna mwanamke mwingine una, mwanamke mwingine, basi tuachane hapa. Wanapoachana kwa muktaba huo, basi itachangia pia hawa watoto hasa, ikiwa wamezaa watoto, hawa watoto pia wataharibika kimaadili, yaani kitabia. Dhara lingine yasemwa, kadi yuaddi ila intiqam, inaweza ikapelekea kisasi kibaya eh? Mume anapohisi kwamba au akagundua kuna jamaa fulani ndiye anayemfuatilia sana mkewe, inaweza ikapelekea huyo mume